Nitawaonesha njia ya nyinyi kusaidika, wenye hawafanyi kazi, ati huyu ni mchungaji anafanya kitu watu hawafanyi, si kwa sababu niko na pesa, not because he has money. No. No. Lakini nimehubiri miaka ni kumi na sita na niko wa na watu wananisikia nje na hapa. Nataka wale watu wako pande hii kuna kitu nataka kwa, kwa usaidizi, usaidizi muone hapa. Ninyi wote mko pande hii, hebu simameni so that that camera can show. Hebu kujeni huku nyinyi wote Nyinyi wote njooni, naomba mainjinia huko nyuma, najua baba yako ndo alileta uhuru Kenyauka mtu ni hapao kidogo. <laughs> <laughs> Oh, mumekuja sababu nasema hivyo. <laughs>

Nataka munisikilize a ia hivi yeah, kitu alafu yes, nashindwa kufanya. Munanisikia? I'm not a politician, nimekuja hapa kusaidiane. Nawaomba msikilize, hakuna ukabila Kenya, so wacheni kudanganya watu. Wanafaya hivo inaitwaanafanya hivo ndio Mkikuyu asishikane na Mluya asishikane na Mchaluo ndio Kenya isiendelee mbele na sisi wachinga tunakubali uchinga imekwishasikukuja so, uh, can, hapa kutafuta, mnatukana watu oh, amekuja kutafuta amekuja ninini, ninini, ninini kwa hapa. Lakini nani? Tumesaidia nani, nataka niulize hapa, helping? kama kuna njia any leader here, my, Mr. President, is, kama kuna, kuna mahali tunaweza up. kupata hapa. Nataka tufungue mradi ya kuku. Hebu nisikilizeni. Wata mimi sio politicians, kama makofi kokoni mbani. Wacha hiyo. Sikiliza kwanza kwani munaambiwa muna unaruka tu. Sikilizeni, ni nini najaribu kusema. First listen time. whatever he's saying. Are you listening? Yes, sir. Yes. Tuweke kuku kama elfu hamsini. We can do a poultry project. Na sisi wote asubuhi tunaamkia wapi? Oh. This is the reason. I'm appealing to the government. Anaomba serikali ina, ina import mayai. Kwa nini? The government is importing eggs, Stop the importation ya chochote ambayo tunaweza kuza hapa Kenya. Kenya, Kenya. It's simple. Si lete chochote, uh, anything that we we can can bring here in Kenya, we can produce in Kenya. Lakini uh, Lakini kwa kwa sababu sababu the leaders have personal businesses. Lakini kwa sababu, uh, wale watu wana biashara zao. That's why vitu zingine haziwechi haziwezi watu kuletwa wapi? This is not about your chama chama chama. Chama gani? Hii about political Wewe chama na chama yako ni sawa. Kama uko Wakati nilikuwa na ubiri, this 31st last year, tarehe 31, uh, nilitoka first kwa huduma ili nikuje kwenyu hapa chini. Kama utanisikia uh, so utanisikia, utanisikia. Ukiona ni ujinga tunafanya, sawa. Hebu niulize hawa kidogo. Nimechukua nimeonesha kile kile nasema na sijaonesha nini ni wa Kikuyu? Nini? Najua kabila ziko lakini ile kabila iko hapa inanisikiliza ni gani? Mm. Wajaluo na walu ah! Mimi sijui hivyo. Mimi ni mjinga sijui. Si unaona ni vita tunajitakianga tu, msiongee vitu ya ukabila hakuna mahali. Young people, they are not going to take. Najua wakati inafika na ninyi mnanunuliwa, bought. Nunuliwa na hiyo mia mbili yako, endelea kununuliwa, siku utapata mtu mbaya, itakuwa mwisho yako ya kuishi. Hatuwezi jaribu kukomboa watu alafu unarudi na najua 2027 ni sisi tutapigana tu. Si ni sisi. Neighbor same, same why. Bona. Yeah. Mtu anaishi Karen na halafu unapiga mtu unaweza omba chumvi. Nani mjinga? Someone someone, yeah. Is is living in Karen and you you are busy fighting someone, uh, who is your neighbor. Ona Omosh na Nuru. Sasa hivi wamebarikiwa. You have seen Omosh and Nuru. Si ndio wanaweza kupatana? Si niliwaletanisha hapo? But now they call Kenya ni yetu sisi So, Kenya kama wewe ni mhubiri Kenya, nalipa tax auiliuum chakulanasia uchungu ya kwamba tunaweza kutumia hawa vijana kufanya politics politics. Ni vibaya sana, that we can use these uh, young people to do politics. Muna nisikia?